Pole sana mama, kwa hili jambo liliokutokea. Tungetamani ujitambulishe kwa majina yako, lakini pia wewe ni nani kwa Juma Ali Maganga? Mimi naitwa Rabeka Jofre Njamas, mtoto wa kwanza. Ali Juma Maganga ni mwanangu mimi. Kwa kweli tu kilio changu kikubwa, naomba mwanangu arudi, na muomba Mama Samia atie roho ya huruma. Naomba atusaidie mtoto arudi, maana tangu yuko huko ni kama nimeshikwa na tumbo la uchungu wa uzazi mama, mpaka ko... atakapofika Juma Tanzania nitaona kama nimejifungua mtoto. Mpenzi mtazamaji, ili kuwa wa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Na mtazamaji, lakini pia msikilizaji wa Chawamata TV, tunazungumza moja kwa moja kutoka hapa makao makuu ya TV zetu, na kwenye line tunaye mke wa eh, bwana Juma Maganga ambaye alipata ajali huko Sudani na kushikiliwa na vyombo vya dola katika nchi hiyo. Eh, msikilizaji tunaenda kuzungumza na mke wake atuambie yeye kwa kukamatwa kwa mume wake swala hili amelichukuliaje na ana, ana nini ana, anaomba msaada gani kwa e, serikali lakini pia taasisi mbalimbali mbali. Nam kwenye laini ya simu, habari ya asubuhi mama salama, habari yako? habari yangu ni njema. Vipi hali shwali huko uliko? Halo, nakusikia unasikika. Habari ya huko uliko? huko tunashukuru Mungu tupo salama. Naam, kwa faida ya wasikilizaji na watazamaji wanaotufuatilia kupitia CHAWAMATA TV, tunatamani kufahamu majina yako kamili na uhusiano wako na Juma Maganga, upoje? Mimi naitwa Neema Godfrey Mongi, ni mke wa Juma Maganga. Naam, una- unakumbuka lini tukio la mwisho la kukamatwa kwa eh, Juma Maganga? Mlizungumza naye lini mwisho? mara ya mwisho tumezungumza naye ilikuwa Jumapili, kwa sababu weekend huwa wanapewa simu waweze kuzungumza na ndugu. Na katika mazungumzo yenu mlizungumza kitu gani hasa? Yaani, mazungumzo ya Juma kila siku ni kilio, mateso anayoyapata huko Sudani, anateseka sana anaomba yani, kila kukicha aweze kupata msaada atoke gerezani. Pia alitupa na taarifa ya majibu ya mara ya pili yalipofikia baada ya rufaa kutoka, kwamba mpaka sasa hivi rufaa imetoka, imeamua tulipe dola elfu kumi mia sita ambayo kwa hapa Tanzania ni kama milioni thelathini, ambayo akiilipa ata, ata hiyo atatoka atakuwa amenunua kile kifungo cha miaka mitatu na kuilipa ile familia ya marehemu, labda la, la. Sasa eh, kwa faida ya wasikilizaji na watazamaji wanaotufuatilia kupitia chombo hiki eh, Juma Maganga alikuwa anajihusisha na kazi gani hasa? Juma Ally Maganga ni dereva wa magari makubwa ni dereva mzoefu amefanya kazi ya udereva miaka zaidi ya ishirini okay. kwa hiyo Juma alitoka huku Tanzania tarehe tano ya mwezi wa kwanza kuelekea Sudani ya Kusini Juba alikuwa anapeleka mzigo wa mahindi ya msaada WSP. Mm. Ilivyofika tarehe kumi na nne ya mwezi wa pili ndo akamgonga mtu alikuwa anaendesha bodaboda anayesadikika kwamba ni mwanajeshi. Okay. Akafariki, alivyofariki pale wananchi wenye asirakali kwa sababu ilikuwa pia ni kambi ya jeshi, wakawa wamempiga pamoja na mtoto wangu Hassan mm, wakawa wamewaumiza sana, baada ya hapo wakapelekwa kituoni, alivyotolewa kituoni wakawa wamepelekwa gerezani huko Nimle, hmm. Lakini pia hali yake haikuwa nzuri, vidonda kutoa damu, kuharibika, kutoa usaha, na matibabu yoyote kule tukawa hamna. Tukaambiwa ndugu ndo tunatakiwa tutume pesa ili aweze kupelekwa hospitalini. Tukajichanga, tukatuma pesa, akapelekwa hospitalini. Pia tukaambiwa huduma ya chakula kule hakuna, hata maji yenyewe hakuna, yani hata maji ya kuoga tu hawapewi, kila kitu ni kununua. labda mama, hmm, labda mama, labda labda mama, mama, nikukatize, nikukatize kidogo hapa. uliambiwa kwamba eh, hasa ni nini kilitokea kati ya Juma Maganga nayo mwanajeshi? alimgonga tu akafariki. Hmm. Eh, je kuna ushahidi wowote au mashahidi waliotoa maelekezo kuhusu tukio hilo? Ndio, mashahidi walikuwepo na waliona kwamba tukio hilo lilifanyika. mm. e. maoni yako sasa, unadhani ilikuwa ni ajali au kuna jambo lingine zaidi lilikuwa limetokea kati ya hiyo ilichangia? Hapana, mi naona tu ni ajali kama zilivyo ajali nyingine mm. za barabarani, sema kwa hiyo nchi ya Sudani, mm wa sheria zao ni kali, na hao wanahukumu kimila, hawahukumu kisheria. Ingekuwa wanahukumu kisheria kama nchi yetu ya Tanzania, ili swala ungekuta limeshapita, lakini kule wanahukumu kimila. Mila zao kule, mtu akigonga mtu akifariki, unalipa ng'ombe mm. ng'ombe sio chini ya hamsini na na pia Juma Maganga amemwambia alipe ng'ombe e, ndio hiyo fidia aliyoambiwa alipe ni ng'ombe kwa hiyo wakabadilisha kutoka kwenye ng'ombe kuja kwenye pesa. Ng'ombe ni ngapi? Ng'ombe ni ngapi ambazo wamezibadilisha kuja kwa hizo fedha? Ng'ombe walisema walipe ng'ombe hamsini na moja, baada ya kuwaomba sana ndo tutafika ng'ombe thelathini na moja. Okay. Na umesema kwamba unawasiliana naye. Mara ya mwisho kuwasiliana naye amekwambia yupo kwenye hali gani? Mara ya mwisho kuwasiliana naye ndo hivyo, alisema tarehe kumi na saba hiyo pesa isipopatikana, wale watu wamesema kwamba watamwamisha gereza, watamtoa gereza la Nimle kumpeleka gereza la kijiji anacho alichozaliwa yule marehemu, yule mwanajeshi kule, ataenda kuwa mtumwa. Na wakiona kwamba hiyo haitoshi, wanaweza tu wakaamua kumuua, wakampiga bunduki akafa kama ndugu yao alipofariki, kwa sababu wanasema tunawazungusha sana kuhusu hiyo swala ya hiyo pesa na mpaka sasa hivi fedha ambazo zimeweza kuchangishwa ni shilingi ngapi? Yani mpaka sasa hivi kupitia madereva wenzake, ndugu jamaa, marafiki, taasisi, mpaka sasa hivi pesa iliyofikia ni milioni nane. Na na kiasi gani ambacho kilikuwa kinatakiwa ili kuweza kumkomboa, kukomboa uhai wake Juma Maganga? mpaka sasa hivi inatakiwa yani ni kama milioni thelathini hivi kwa sababu ni dola elfu kumi na mia sita halafu kuna pesa ya kujidhamini yeye mwenyewe ambayo walisema haiwezi kuzidi milioni mbili, kwa maana inakuja hiyo milioni thelathini. Okay, vipi sasa kuhusu eh, serikali ya Tanzania ya ubalozi, umewasiliana na nyinyi kwa au kutoa msaada wowote? Nimejaribu kufuatilia wizara ya mambo ya ndani, ilioenda katiba na sheria, mtumba nimeenda wizara ya mambo ya nje, lakini majibu ni hayo kwamba limeshafika serikalini wanalifanyia kazi, limefika serikalini wanalifanyia kazi, lakini bado hatuna majibu yoyote kwamba wamefikia wapi. Kila nikiuliza wanasema serikali ni taasisi, sio mtu mmoja. Kwa hiyo tuendelee kuwa na subira na kumwomba tu Mwenyezi Mungu ili aweze kutoka, lakini sasa hizo mila zao huko ndo tunazotupa hofu kubwa. Kama hivyo wanavyosema kwamba hiyo tarehe kumi na saba wanaweza wakamuua, yaani hatuna. Ni tarehe kumi na saba ya mwezi huu wa sita au ni tarehe kumi na saba ya mwezi ujao? Ni tarehe kumi na saba ya mwezi huu wa sita, mpaka sasa hivi zimebakia siku tano. Sawa. Sasa e, maisha yako maisha yako ukiwa kama mke wa Juma Ali Maganga yameathirika vipi tangu mumeo kufungwa? Yaani yameathirika pakubwa sana, kwa sababu kuna familia ya watoto sita watoto watano bado nitegemezi ni wadogo, mmoja iko form 4, mwingine iko darasa la saba, mwingine darasa la nne, mwingine iko darasa la kwanza kwa hiyo watoto wote wanamtegemea kwa kila kitu. Wawili walikuwa wanasoma english medium, imebidi warudi shule ya kawaida kwa ukosefu wa ada. Chakula pia nyumbani ni changamoto kwa sababu nguvu kubwa tumeelekeza Sudani kutuma hela ya chakula kila wiki. Tunatuma laki mbili, inaniwia vigumu sana kupita kiasi familia tumetetereka mno. Na pole sana. Na watoto eh, wanaelewaje kuhusu kilichotokea kwa baba yao Juma Ally Maganga? Watoto hao ambao ni wakubwa kidogo, kuwaelezea, wanaelewa na kusema mama, tumwombee baba, tufunge, tusome dua, baba atatoka. Hawa wengine ambao ni wadogo, ndio changamoto kubwa. Kila siku wanauliza, mama, baba atakuja lini? Atuletee keki, atuletee zawadi kama kukuu hivi ilivyopita, walishazoea kwenda kutembea, kuogelea, kufanyaje. Mama, mbona baba harudi? Baba, sisi tunateseka, mpigie baba, si mtuongee naye. Yani inakuwa ni changamoto kubwa sana kwa kweli. Pole sana. Na umepokea msaada wowote kutoka kwa familia, majirani au taasisi za kijamii? Ndiyo, hata huo mchango niliokutajia ni ndugu, jamaa, marafiki, taasisi za madereva Nawashukuru sana kwa ushirikiano wao, na hata kipindi chote ambacho Juma ipo gerezani ni msaada kupitia ndugu jamaa marafiki na taasisi za madereva. Tunawashukuru sana kwa wema wao na upendo wao mkubwa kwetu. Eh, labda unatarajia chochote kutoka kwa mamlaka za Tanzania kuhusu kesi hii ya Juma Ally Maganga? Nina imani na serikali yangu na nina imani kwamba hili swala litapita, ila nawaomba sana waweze kutusaidia. Namuomba Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan asikie kilio chetu, aweze kutusaidia. Tunamuomba sana mama, namuomba. Ni mama mwenye huruma, mwenye upendo, aweze kunisaidia mimi. Sasa hivi ni nusu mjane, mume wangu aweze kutoka gerezani, nateseka sana na familia. Wananchi wenzangu, nawaomba sana watusaidie, viongozi wote wa serikali naomba sana msaada, watusaidie mume wangu aweze kutoka gerezani. Wito wako sasa ni upi kwa wananchi wa Tanzania au taasisi za haki za binadamu kweli kuhusu eh, eh, kukamatwa kwa Juma Ali Maganga ambaye ni mume wako? Mimi wito wangu ni kuomba wasisaidie, pia ile ni ajali, hakufanya makusudi, na ajali inaweza kumpata mtu yoyote yule, na wala Juma hakudhamiria kumgonga yule mwanajeshi. Ni ajali ambayo inaweza kumpata mtu yoyote yule. Ninawaomba haki za binadamu, mashirika yote waweze kunaona hili swala na waweze kutusaidia. Na, mtazamaji lakini pia msikilizaji wa CHAWAMATA TV, tupo na mke wa Juma Ali Maganga ambaye tumeweza kuzungumza naye hapa, umemsikia kwa uzuri zaidi e, ameelezea athari ambazo amezipata tangu mume wake kukamatwa e, kwa kosa e, kwa e, kosa ambalo lilitokea huko akiwa na e, katika kazi zake za udereva e, alikamatwa baada ya kugonga mwanajeshi huko Sudan, na sasa mpaka tunavyozungumza e, mtazamaji yupo jera, na anahitaji msaada kutoka kwa Watanzania, lakini pia kwa ndugu e, marafiki, kuweza kumchangia ili kuweza kutoka na mama. Kwa, kwa mwisho tunamaliza e, unaweza ukataja e, ukaweka namba yako ya mchango e, kama kuna mtazamaji au msikilizaji anayotufuatilia hapa e, amewiwa kukuchangia au kumchangia e, ndugu Juma Ali Maganga, namba hizo ni zipi? anaweza akatumia namba ya akaunti ya lipa namba au kwa kutumia namba yangu ya simu. unaweza ukaitaja namba namba ya lipa namba ni arobaini na tatu tisini na tano kumi thelathini na saba Irudie tena nne tatu tisa tano moja sifuri tatu saba ni lipa namba. Majina Reena Godifrei hmm, Monge. na namba yako ya mkononi ni sifuri saba tano nane arobaini na moja arobaini na mbili themanini na sita. Ni kushukuru sana na pole sana kwa changamoto hii iliyokukuta. Asante, nashukuru pia, hapa nipo na mama yake Juma, alikuwa anaomba kuzungumza kidogo. Okay, karibu sana. Okay. Pole sana mama kwa hili jambo liliokutokea, tungetamani ujitambulishe kwa majina yako, lakini pia wewe ni nani kwa Juma Ali Maganga? Mimi naitwa Rebecca Jofe Njamas, mtoto wa kwanza Ali Juma Maganga. Yeah. ni mwanangu mimi. Kwa kweli tu kilio changu kikubwa, naomba mwanangu arudi na muomba Mama Samia atie roho ya huruma, naomba atusaidie mtoto arudi maana tangu yuko huko ni kama nimeshikwa na tumbo la uchungu wa uzazi mama, mpaka kwa... atakapofika Juma Tanzania nitaona kama nimejifungua mtoto. Lakini kuanzia leo hii, kuanzia tangu lilivyotokea lile tatizo, nina hali ya uchungu, nina hali ya majonzi ambayo hayaishi kwa kweli. Ninamuomba mama wa huruma, mama mwenzangu atusaidie, arudi. Naiomba serikali ya Tanzania ofisi zote za utetezi zimtetee mtoto huyu aweze kurudi, mimi ndio hayo. Mama. Na baba yupo hai? Baba yuko hai. O, yupo sasa hivi sehemu gani? Hatunaye ha, hapa. Yeye anaishi sehemu moja huko Mbuyuni na mimi ninaishi kijiji kimoja kinaitwa Nzasa. Mimi nimetoka kijijini nimefika hapa saa kumi na mbili asubuhi. na majina yake Adem. na majina yake mzazi baba anaitwa nani? Anaitwa Ali Juma Maganga. Ana ili Juma la jina la Juma ni la ukoo mm. Mm. Neno lako sasa la mwisho, mamaangu, kwa Watanzania, lakini pia eh, kwa wasikilizaji wanaotufuatilia na kutusikiliza saa hizi, unawaambia nini? Yaani, ninaomba tu kwa kweli wafanye wepesi wa michango tupate kumsaidia mtoto wetu apate kurudi kwetu huku Tanzania. Nikushukuru sana na pole sana kwa janga hili mama. Eh, asante ninaendelea kuomba, ninamuomba Mungu Mungu naye atie wepesi kutusikia. Ni kwa jina la baba na la mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Amina. Asante. Amina kubwa, asante sana, nikutakia asubuhi njema. Amina mwanangu, barikiwe, asante. Naam, mtazamaji na msikilizaji, hawa walikuwa ni huyu, alikuwa ni mzazi wa Juma Ali Maganga e, tumetoka kumsikia hapo, lakini pia tumetoka kuzungumza na mke wake pia. Eh, um, eh, mtazamaji na msikilizaji wetu wa Chawamata TV, umewasikia wakiweka bayana kuhusu hali ya kijana yao, kuhusu hali ya mume wake eh, ndugu mama ambaye tumetoka kuzungumza naye hapa muda so mrefu, wameweka bayana kuhusu michango, wanaomba Tanzania, wanaomba wananchi waweze kuwa, kuwasaidia kwa chochote kile ambacho watakuwa wamebarikiwa nacho ili waweze eh, kijana wao kutoka gerezani na kufikia hapa mtazamaji na msikilizaji wetu hatuna la kikubwa tukwambie kwamba kama hujasubscribe channel yetu ya Chawamata TV, ingia YouTube, ingia pale YouTube andika neno Chawamata TV subscribe, ili uwe wa kwanza kupata habari ambazo zinakuwa zinatufikia ndani, lakini pia nje ya mipaka ya Dar es Salaam. Naitwa Dickson Bisale na hii ni Chawamata TV. Mpaka wakati mwingine, niseme asante na uwe na asubuhi njema, asante.